La nani da Silver Striker, clear goal, clear goal, lakini wenyewe pia likakataliwa. Wanauliza kipindi kile, wewe jana, limerudia hilo hilo jana, eh. Wamerudia hilo hilo. Kwa nini wasicheze mpira ndani ya pichi kieleweke? Halafu kingine nakwambia, eh. Mimi bana nawataka sana hao kimataifa, nikutane nao ah. Yani nawataka sana bure chabure, nawataka sana ligi, ligi ina mambo yake. Unajua najua naishaongea sana mm, tusiarudie, lakini mimi namtaka wa kimataifa huyu. Mimi namtaka kimataifa aje, yani nahamunaye sana huyu. Jana umekuuma kiasi gani? Ushindi hamna ushindi jana. Jana matokeo sare, matokeo ya jana ni sare moja, <laughs> moja moja, moja. kudhihirisha zaidi hey. Kwamba ilikuwa clear goal kuna hey. mchambuzi Osman kazi hey. anachambua hey. sawa hey. Ndio atadhihirisha kwamba kweli hao watu wanacheza na marefarii, wacheze mpira lakini Muhindi, sisi wote si wa Tanzania. Watanzania ndio nini, kwa maana uzalendo unajua maanaisha, uzalendo ungekuwa kama ungekuwa na timu timu hawana wanaleta aibu taifa la Tanzania hao. <tipulayani> leo dunia nzima jana imeona Faraba tumenyimwa goli la wazi. <tipulayani> au sio jamani, goli ya jana clear goal, wao wenyewe wao wenyewe wamekubali ni goli lile. <tipulayani> wacheze <nye> wa <tipulayani> wa mpira bwana, wa mpira samba, wa unajua mpira samba Mpira samba tunapigwa. Pira samba ki Brazil unapigwa leo Samba loketo. Wewe hujazaliwa mwaka 83. Kulikuwa ulikuwa na mpira unapigwa samba huo, Samba loketo hiyo baba. Wewe usiseme, ndugu yangu, huyu ndio matatuu huyu <laughs> ndio matatuu eh. Tunatamba naye Oh, uliza, uliza, uliza. U, ukitizama kikosi chako unajiona ukitoboa una, lakini kwa upande wa Petro na wenyewe hata ukimsikiza kocha wao, uh, mchezaji ambaye pia alizungumza alisema anawafahamu Simba ni wagumu, lakini na wao kuna namna wamejipanga kuwadhibiti. Bana, kimataifa hamna wa kutuzuia. Hamna wa kutuzuia. Hamna wa kutuzuia. Historia, historia hivi karibuni Muhindi na, ina, ina... Sasa mimi nasema hivi, Mwanaisha, mimi nasema wewe Simba mwenzangu najua <laughs> mimi nasema hivi kwamba kwamba Yanga watuachie tucheze kundi lao, watuachie, kwa sababu uwezo wa kupita hawana. Kama inawapendeza, kama inawapendeza, watuachie sisi tucheze mechi zao na alama tatu yale yale mnarudia, jamani, ni waandishi mnajielewa lakini au mnajitambua? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Kwa> ngoma <sunuonekana. laughs> mb... acheni yale yale mnarudia waandishi mnajielewa lakini, acheni. Jana matokeo ni sare, kwani mchezo ni ni nani nani nani? Yani wakati anaongoza kuongoza kivipi? Kwamba huu uh, mpira uende huko huko usiende, si refarika na, na refari refarika katumikwa na tumiwa jana ndio kazi zao imeanza kimataifa, kama wanavyofanyaga kwenye ligi au ndo yale Yanga ikishinda kabebwa inawauma, mimi ni ume nini kwani jamani, tuongee haki Rama yana ilikuwa sio clear goli ile la Farabati. Hebu jaribuni nani mchambue kwa, kwa, kwa, yani kitu kiko ambacho kinaonekana hata waandishi wanalijua, lakini hawawezi kusema hivo, hawawezi kusema tu kwamba lilikuwa goli lakini wao kabisa. Ngwale unasemaje, Ngwale lilikuwa goli eh? Vipi? yeah. goli la jana nikuulize, ndugu yangu yeah. <laughs> mma yeah. Sasa mwisho, mm. nimalizie hivyo tu yeah, kwamba Osman Kaza atachambua, tutajua haki liko wapi, kwamba wamebebwa, hawajabebwa, wamebebwa, wame wame bebwa, wame bebwa, wame bebwa chabure, wame bebwa chabure, wame E. hata hebu kingine goja goja kingine <laughs> yes. Hapo uwanja unajaa watu elfu mm. si ndio bwana? Ndio. Yeah. Wakakimbia wakaenda kwenye elfu jana mm. watu tano jana, watu elfu kumi, na umekwepa wenyewe miba yenu. Ah, miba gani hapo umekwepa? Na kule je? Wale walioingia na kupeni za ndani hizo wale walioingia jana wakirudi wana, wana, wanapewa supu cha bure na jezi, na jezi wanapewa ya ofa ili gharama zao zirudi, na kule walikwenda wamelipiwa pia. Sawa mwanaisha wamelipiwa, we, we, we, we, kupa ofa, kwenda kule uwanja leo hapa mtaujaza. <laughs> Kama, kawaida kama sisi kama yani ndo kawaida yetu, kawaida yetu sisi ndo kawaida yetu. Sasa muda gani sasa hivi Rama? Na Rama bado, sisi dakika za majeruhi watu wa, wanamiminika hapo mm, yani bado kabisa yani wala mchezo <laughs> sisi ndo mfano sisi ndo mfano <laughs> wamejaribu wame kutuiga lakini hawatuwezi. <laughs> Yaani nasema inakuwaje mnawazungumzia Yanga lakini mpaka mda matokeo bado hakujua, maana mpira unyeshezwa na wakati wa Petro, atitiko ni Rwanda bado ni bora kwa mashindano ya kimataifa wanacheza na, na nani? Bas, jibu ndio hiyo, hujajuaje matokeo? Yaani unacheza na Simba, yaani wao timu yoyote ambayo eh, inajijua inajielewa kwamba wanacheza na, na Simba matokeo yameshajulikana eh. Yaani wewe hapa ya kwa Simba hapa? Cha Petro kwamba Simba ni timu bora, unashindwaje? Yaani hapa <laughs> Benjamin Mkapa machinjioni, mtu anatokaje hapa? Hata nyinyi waandishi wa habari hapa, anatokaje mtu hapa? Eh? Uwanja mkubwa unamchukua Simba, unamtupa kwenye poli kubwa, kwenye swala, shindwa kutoka naye kitu hapa. Leo pointi tatu za kwetu hizo. Eh? Pointi tatu za Simba leo ziko Benjamin Mkapa hapa. Maboi maboksi maboksi na mechoro we, ukuona nani ngwale hivi square maboksi yale, alafu yale maboksi naashiriiani. Unajua, angalia mechi zao zinapoanza, yaani naona jana walishaanza ile, imekuwa kama unajua, kuna kipindi nyuma mwiko hey. walitembeza bakuli, kuna uh -huh. kipindi walitembeza bakuli uh -huh. Sasa hivi wanataka watandaze majezi sio bakuli tena uh -huh. eh. Umesikia bwana, ile boksi uh -huh. ni kwa ajili ya kuchangia uh -huh. eh -huh. Watalitandaza chini watu akina wachangie lakini andambwile wanaodai wachangiwe, alafu kuna mabango pale bango uh -huh. Sio wanapendaka sana mabango hao mabango kwa hiyo sasa hivi watatumia majezi yao kuandikia mabango. na wanaweka pale, wanatundika Message zote mtazikuta kwenye jezi zao, ndio mabango yao sasa hivi. Wana tamba mtaani wana tamba nini wana nini jezi gani eh? mimi unajua ngwale? ngwale unajua jezi zao mimi ngwale? Mimi nazipigia deki jezi zao <laughs> nazipigia deki kule kwetu simiu, hata ukiwagawia bule wataki. Kule Mimi jezi zao mimi nawachangia sana <laughs> Kwa kupigia deki hey. Kwa kuoshea gari yangu, nawachangia sana ndani, nanunua zote kwa kupigia deki napiga na deki na kuoshea gari. Hey. Na nikipiga deki bado kuna nyuzi zinaachika zina pale kitu gani? Hey. hey. Napigia, napigia deki sasa deki napigia jezi, wewe unajua ngwale, nikupeza ndani, unajua marais wa nchi nzima dunia nzima. Sasa hivi hawataki kuvaa masuti, hawataki kuvaa masuti. Sasa hivi wa, wanataka wavae jezi za mnyama waingie nazo bungeni. Nakwambia hiyo sa. Kuna rafiki zangu wako Ulaya wamenipigia nasema bana tutumie jezi hizo, tunazitaka. Mpaka marais wameamua sasa hivi. Unajua waheshimiwa wabunge wetu sasa hivi suti hawataki, hawataki suti kabisa, yeah. wao wanataka jezi waingie nazo bungeni. Hata mheshimiwa waziri mkuu ambaye ni yanga sasa hivi anataka jezi ya simba aingie na nayo bungeni kabisa kabisa kabisa, ah kabisa, asante.